Nasema dalili za awali za kwanza za homa ya ini ni kwamba mtu atapata, anaweza kuanza kujisikia hali ya homa e, kichefuchefu, utapika. Hizi ni dalili za awali, kama alipo magonjwa mengine kama, kama malaria huwa zinafanana mwanzoni. Mtu ataprezenti na hizo hali lakini, baadaye anaweza akaprezenti na maumivu upande wa, wa tumbo ajui wa upande wa kulia, huwa kunakuwa na kama maumivu lakini baadaye inavoendelea e, mtu anaanza kubadilika macho. Unajua macho ikiangalia ni sehemu nyeupe ya macho huwa inabadilika, inaanza kuwa ya manjano. Kwa sababu nini? Wakati huo inashindwa kufanya kazi yake vizuri, kwao matokeo yake zile taka ambazo zitakiwa zitoke e, zina accumulate, yani zinajaa kwenye mzunguko wa mwili, na matokeo yake inaanza kuonekana hiyo kama manjano nye macho na pia e, mgonjwa alikojua anakuwa nakujua angine mgojo ni kama wanjana. Lakini hii hali ikiendelea sasa ini ikashindwa kabisa kufanya kazi e, inapelekea mgonjwa anaanza kuvimba, atavimba tumbo, tumbo litajaa na baadaye hata miguu, na ikiendelea zaidi, kwa sababu zile takamwili hazichujwi zi, tena. E, mfano mojawapo ni kama hizi ammonia zina zinajaa mlimu, zinapelekea hali ya mgonjwa anakuwa kama anachanganyikiwa. E, na muda mwingine inakuwa nafikia wakati kipindi mgonjwa anakuwa analala sana mchana n, yani, tunauliza ile e, sleep pattern, yani namna tunategemea mtu kulingana na mazingira yetu na shughuli zetu kwamba mchana tufanye shughuli zetu, halafu usiku unapata muda wa kupumzika. Sasa huo unapata sleep disturbance. E, huo ugonjwa ukiendelea sana. Hii nawakuta wale ambao wanakuta tayari wameshavimba tumbo e, e na vidumu imeshajaa, unakuta yule usijitaka kwa sababu ini tena halifanyi kazi e, na jikuta kwa zimejaa mwilini. Na mfano hii ammonia inapelekea hii hali ya kwamba kama anachanganyikiwa kidogo, na anakuwa na hizi